Siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo akawaonesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu, kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawatuma ninyi. ishirini na mbili. Naye akisha kusema hayo akawavuvia eh, naye akisha ku akisha kusema hayo akawavuvia Akawambia, pokeeni Roho Takatifu. Na wowote mtakaaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakawofungia dhambi wamefungiwa. Tuna mamlaka hiyo, tumepewa aleluya, tumepewa hiyo mamlaka kwa sababu takatifu yuko ndani. Nikikwambia na kufungia na kufungia kwaya, ni utoboi. Atupendi kutumia hizo kauri kwa sababu Mungu hajatuambia tuzitumie kwa hila. Haleluya, usione kwa kawaida. Nikikwambia utoboi, utoboi kweli, sinasimamia maandiko tu. Nasema we Mungu ni muongo, hata hata huyu mtu afanikiwe. Nimesema ataki kufanikiwa huyu, hastaili kufanikiwa. Nimesema we atoke eneo hili. Nimesema akujwe na jambo hili. Mungu analitumia neno lake, atalithibitisha lakini na wewe kwako, uliotamka ole unayo kwa sababu tumeambiwa tusilali bali tubariki, lakini pale panapobidi, pale panapobidi. Mbona fikiri, askari anakuwa na bunduki ile toi ile eh? Unafikiri bunduki za askari zile zinakuwa toi? Hapana, nenda siku moja ukijaribu hivi <laughs> nzima hii wewe

Alenge juu, kuja na panga lako tu, anakuona huyu kapiga ya kwanza juu tu unakujaanauoese si unasikia? kwa sifikia askari kabeba bunduki kama vile kilimacho, ukileta zako za kuleta utaki kueleweka, unaendelea kumkabili, unaendelea kumkabili na yeye anajitetea na, na kushuti Haleluya! Na mimi tumepewa mamlaka yote, tumfungiaye dhambi tumemfungiaye, amefungiwa. Tumuondolee dhambi, ameondolewa. Maana yake mahali pana kustahili. Nikiona hapa sasa too much, pana stahili na mimi nijitetee, najitetea na uchukui raundi, na unaelewa. Nilikwambia kuna mtu mmoja pale tuliko kuweko, maeneo ya kule tuliko kuweko zamani alikuwa ananifuatilia kutaka kunishambulia mimi kichawi, sawa. Nikamlilia Bwana, nikamlilia Bwana, mimi sikumwombea mabaya, ila nilimwambia Mungu nipe maelekezo, nifanyeje. Mungu akaniambia ingia kwenye maombi ya siku tatu, unaelewa. Nikampandia mlimani kamoni, three days, sawa. Namaliza maombi, akachukuliwa akapelekwa kwenye nyumba ya serikali Hospitali, hospitali, kakaa ngapi? Siku ngapi? Kapelekwa nyumbani kwake, kwenye kaburi lake. Mimi nadunga, unaelewa? Haleluya! Ila sio kwamba mimi nilimwombea hivyo, ila Mungu mwenyewe akaona ubaya wake ndani yake na nia yake juu yangu, akaona mali zake. Haleluya! Usitufanyie masiala Tunaonekana wa kawaida lakini tumembeba Mungu ndani yetu unaelewa? Unaelewa? Wewe? Usalama wa taifa unaweza ukakaa naye na ukaa naye na, na, na, na ukamwambia we wewe, wewe, lakini ni usalama wa taifa unaelewa? Sawa. Lakini usalama wa taifa Ukimwona mtu kavaa uniform maanaake hapo yu, huyo yupo kazini na lazima avae uniform. Kuna wengine wapo kazini hawana uniform na hawaonekani kama vile watu wa maana. Bwana asifiwe. Kwa tupo wa kawaida, lakini ndani yetu tumembeba Mungu. Hallelujah. Tunaheshimika kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe piwa wamenielewa? tumeelewana hapo. Tumtunze Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kimwachi hivi ni kuulize swali. Niulize swali, kama chupa hii ingepewa nafasi ya kumtunza Roho Mtakatifu kama sisi tulivyopewa nafasi ya kuwa, ya kuelekezwa tumtunze Roho Mtakatifu ndani yetu unafikiri kwa jinsi ilivyoweza kuheshimishwa maeneo mbalimbali, ingetamani Roho Mtakatifu aondoke ndani yake eh? Ingetamani? ichupa imepanda ndege bure kwa sababu ya Roho, imewekwa kwenye nyumba ya kifahari kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Sawa, haleluya. Halafu ingeambiwa inge, wewe sasa, unaweza kuamua umkubali mtakatifu aendelee kukaa ndani yako au umkatae. Ingekubali kumkataa? Kwa nini wanadamu tunakuwa wachini kushinda hiyo chupa? Mfano sisi tumepewa nafasi Roho Mtakatifu akae ndani yetu, tunamkataa Roho Mtakatifu, tunamfukuza Roho Mtakatifu kwa sababu ya uasherati, kwa sababu ya pombe, kwa sababu ya ulevi, kwa sababu ya usinzi, kwa sababu ya uchawi, kwa sababu ya kila dhambi ya kidunia. Tunamkataa Roho Mtakatifu maana matendo mabaya yanamkata, yanamfukuza nani. Tumalizie na andiko.